Habari, karibuni kwenye chaneli yetu ya Bellivas Kitchen. Na leo tuna pishi la chapati za kumimina ama chapati za maji ama chapati za mayai. Hivi hapa ndivyo viambata vyetu ambavyo tutavitumia kwenye pishi letu la chapati za kumimina ama chapati za maji. Twende kazi. tuna vitunguu, vitunguu maji, tuna hoho, tuna karoti, tuna sukari na pia tuna chumvi. Pia hapa tuna uh, unga wa ngano pamoja na mafuta, mafuta ya kupika pamoja na yai yai moja, tunatumia yai moja. Baada ya hapo, utachukua blender, na ukishachukua blender yako, utachanganya viambata vyako vyote, utachanganya karoti, utachanganya na hoho, utachanganya na uh, kitunguu, kisha unachukua unga unga wako mi nimetumia gramu mia mbili hamsini inategemea na ukubwa wa unga wako, ukubwa wa uhitaji wako wa chapati zako. Ambapo mi nimetumia mia mbili hamsini sasa wewe inategemea utatumia kiasi gani. Baada ya hapo, utaweka yai lako lile moja ambalo ulikuwa nalo, kisha utachukua sukari, utaweka sukari na chumvi kwa pamoja Utakapomaliza unachukua na maji. Maji unaweka kulingana na wingi wa uji wa unga wako. Kwa hiyo hakikisha maji yanakuwa mengi ili uweze kupata uji mzito, usiweke maji kidogo. Baada ya hapo, utablendi vya mata vyako vyote kwenye blender. Hakikisha unapata uji mwepesi kidogo na mzito kidogo, na vitu vyako vyote vilainike. Ukisha blend, utapata uji wako kama huo hapo. Utapata uji mzuri mwepesi kama uji kama uji unavyopika uji, usiweke mzito wala usiweke mlaini sana ba. Mwisho utaweka mafuta. Mafuta haya yanawekwa mwishoni, usiblendi kama haujaweka mafuta. Kwa hiyo utayakoroga haya mafuta yako vizuri na kupata uji ambao una mng'ao huu uji unakuwa unang'aa kwa sababu ya yale mafuta. Utaweka frampeni jikoni, na ikishapata moto frampeni, unaweka uji wako ambao una mafuta ndani yake, kwa hiyo usiweke mafuta tena kwenye frampeni. Unausawazisha kama unavyoona hapo kisha, kisha utaona chapati yako itakavyojitengeneza kwa muundo wake wenyewe. Usisawazishe na kijiko Ukitumia kijiko, chapati inakuwa nyepesi, lakini ukiacha yenyewe inajitengeneza muundo, na pia haitajishika chini. Utaiona chapati yako ni nzuri, utaona jinsi ambavyo inajitengeneza yenyewe. Hapo utaona jinsi ambavyo inakaa, kisha utapika sasa kawaida kama unavyopika chapati ya kukanda. Utaweka mafuta, lakini kama hautumii mafuta mengi, yale mafuta ya uliyoyaweka kwenye kuliweka mwanzoni yanatosha kabisa kukupa chapati nzuri na yenye sura na ladha nzuri. Baada ya hapo, utaona chapati yako jinsi ambavyo ilivyo, utaiona ni nzuri kwa kweli, ina rangi nzuri, inavutia hata machoni na hata ulaji, kwa sababu ya vile viungo ambavyo umeviweka. Hii chapati ni tamu sana jamani, unaweza ukala kwa kitu chochote kile, ukanywa nayo chai asubuhi, ama ukaufanya mlo wa usiku, mchana. Ni wewe mwenyewe utakavyoona. Karibuni sana, tuendelee kujifunza mapishi mbalimbali.